Hiki ni kiwanda kidogo kilichokuwa kikitengeneza dhana mbalimbali mbali za mashine hapa Tabora mjini. Tangu kuanzishwa kwake, kampeni ya uhamasishaji ya matumizi ya nishati safi ya kupikia hapa nchini iliyoanzishwa na serikali imeleta mabadiliko makubwa kwenye kiwanda hiki na kuifanya kuwa fursa. Ubunifu wa mashine za kutengeneza mkaa mbadala sasa umetamalaki itawarahisishia kuingia kwenye swala la nishati safi, wapike kwenye hali ya usafi, tupunguze vifua, tupunguze kuumwa kwa watu. Tunamuunga mama mkono kwa swala la nishati safi, watu watumie nishati iliyo safi katika kulinda afya zao, lakini pia kutunza mazingira ambayo yameharibika kwa muda mrefu. Agnes Leonard anasema mashine walizozibuni za teknolojia rahisi zimeanza kuwa chachu ya ajira kutokana na kampeni hiyo ya matumizi ya nishati safi kila halmashauri itaweza kuweka mashine, kila kata itaweza kuweka mashine, kwa wale vijana wa ile kata au zile halmashauri, wataweza kuingeji kwenye kila mashine, kwa sababu mtambo mmoja wa mashine unaweza ukaendeshwa na watu zaidi ya watano. Kwa hiyo punguzo la watu kuzurura mtaani au kukosa ajira litapungua kwa sababu kwenye kila kata watapatikana watu, watakuwa wanazalisha mkaa, watakuwa wengine wanauza. Kwa hiyo itaturahisishia watu kupata elimu pia ya hili swala la nishati safi, lakini pia tutapunguza uzururaji wa mitaani kwa vijana, na sio tu vijana, hadi wanawake ambao pia hawana kazi, kwa sababu mtambo huo sio kwamba unaendeshwa na wanaume peke yake. Hapana, hata wanawake pia wanafanya hicho kitu. Lakini pia umenisaidia katika kupata ujuzi huu, sasa ndani ya miaka miwili nao uwezo mkubwa sana wakuweza kunisaidia na kutengeneza mashine ambao naweza nikaenda hata kama leo hii nikitoka hapa, naweza nikafika sehemu yote nikatengeneza mashine nikaanzisha kiwanda nikaweza kuzalisha mkaa. Kwa hiyo hiyo yote ni lengo la moja kwa moja, ni kwamba amenunua kiuchumi hasa, pia katika ujuzi ambao nilikuwa nao umeongezeka kiwastani. Ya mkaa ina, ina impact kubwa kwangu kwa sababu sasa hivi ukiangalia mkaa mbadala tuseme, sasa hivi ndo uko sokoni kutokana na mk tunautumia mwanzoni wa, ku, wa, wa, wa kukata miti na nini kwa sasa hivi, hiyo njia ya kukata miti inapelekea kwenye nini uchafuzi wa mazingira kwa... ubunifu wa mashine hizi za kuzalisha bidhaa ya mkaa mbadala siku hadi siku umekuwa ukipiga hatua. Kiwanda hiki cha kuja na kushoka kinaipongeza serikali ya awamu ya sita kwa kuwashika mkono. Sasa hivi tume, tumekuwa improved tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha mashine tano kwa mwezi, lakini sasa hivi tumeweza kuzalisha mashine ishirini kwa mwezi. Kama wewe mwandishi wa habari umeona ndani, umekutana na mashine ziko sitini, hizo zimetengenezwa ndani ya mwezi mmoja. Tuko tunahangaika sana upatikanaji wa soko, soko hilo ambayo sasa hivi tuko kwenye mataasisi lakini pia tume, tunakwenda kufunga mashine kwenye mashine tunaenda kufunga mashine kwenye magereza za nchi nzima, lakini pia JKT zote tunaenda kuzifungia mashine ziweze kuzalisha huu mkaa, kwa sababu mkaa ulikuwa haupatikani, na haupatikani kwa sababu ulikuwa ni mashine, watu wanashindwa kuafodi mashine zake, kwa serikali imeingilia kati na imeweza kuwekeza, imewapa JKT pamoja na magereza pesa ambazo wao wameweza kutulipa sisi kwenda kuwafungia hizo mashine, kuanzia kwenye taasisi, kwa sababu taasisi ndio sehemu ambazo watu wengi wanaotumia kuni na mkaa kuliko majumbani kwao. Watu wa majumbani watafikiwa na hili, ili swala la nishati safi tutaenda nalo vizuri. Mimi naamini teknolojia rahisi, japo ni ngumu mno kwa baadhi ya watu kuthamini vya nyumbani, lakini kutokana na jitihada hizi za ubunifu wa mashine za uzalishaji wa mkaa mbadala hasa kwa wakati huu wa kampeni ya uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, huenda watu wakabadili mitazamo yao kuondokana na dhana ya vitu vizuri ni vile vinavyotoka ughaibuni. Juma Kapipi, Habari Wikendi, Tabora.